katika awamu ya pili ya michuano ya shule za upili uh, tuna mashindano kadha wa kadha. Tuna mpira wa soka ambao umependwa na mashabiki wengi ulimwenguni, soka upande wa wavulana na wasichana chini ya umri wa miaka 19. Kuna mpira wa wavu ama volleyball. Kuna mpira wa pete netball. Kuna mpira uh, wa raga wachezaji saba kila upande, upande wa wanaume na, na wanawake kuna michezo ya lawn tennis, table tennis na badminton uh, bila kusahau us hata volleyball upande wa vulana na, na wasichana. Michuano yetu, maandalizi ya timu yalianzia katika ngazi za mashinani, walikuwa na michuano yao juma lililopita, alafu juma hili tunakongamana hapa kuanzia leo, mechi za makundi hadi uh, kesho alafu e, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa tuseman tutakuwa na michezo ya nusu fainali, kisha wale waliokuwania nafasi ya tatu ama medali ya shaba, kisha Jumamosi tutakuwa na fainali zetu katika uga wa shule ya upili Chavakali. Tuna matumaini kuwa timu zitakazoibuka kidedea zitatuwakilisha na pia kutoa upinzani mkali sana, wakati takapokuwa na mashindano ya mkoa wa magharibi kule Mumias kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 12 mwezi ujao na kisha gatuzi la Kakamega ama eneo hili la magharibi kupitia gatuzi la Kakamega litakuwa mwenyeji wa mashindano ya kitaifa kwa shule za sekondari kuanzia tarehe 26 mwezi wa Julai hadi tarehe 3 Agosti, bila kusahau kuwa dimba la Afrika Mashariki na kati kwa shule za sekondari litawaniwa katika gatuzi la gatuzi la gatuzi hilo hilo la Kakamega tarehe kumi na mbili hadi tarehe ishirini na tano mwezi wa agosti we have uh, a committee that we call that uh, looks into eligibility of players they do a lot of thorough work. In fact, for this championship, they have been around since Friday looking at documents that coaches have uh, presented. And I want to report that so far we have not found any

So far, so leo tuko na day one, the, boys and girls, uh, for the preliminaries on day three, and then day four, finals, uh, the championship, uh, so far, so good. Uh, akuna kitu metokea ambacho umesema lakini kuendelea tuka kubatiana mamii timu zote zimejiandaa ilivyo